Pendo lake Mungu Mwenyezi ni kubwa kwetu sisi. Ndiyo maana kila siku kila wakati anatuvuta tupate kwenda kwake, kusudi tumpende, tumwabudu na kumtukuza siku zote za maisha yetu. Anataka roho na akili zetu ndani mwake vizame, tumwelekee yeye. Anataka utulivu wetu wa pekee tuupate kwake pekee. Anataka roho na nafsi zetu zimwendee kila siku makanisani kwetu tunaambiwa mara nyingi, tupewe sadaka ili tupate kubarikiwa na Mungu. Unadhani sadaka hizo ndicho kitu pekee ambacho Mwenyezi Mungu anakihitaji kutoka kwetu? Unafikiri kwamba fedha na mali ndicho kitu pekee cha kumpelekea Mwenyezi Mungu? Mungu kwetu anahitaji nini hasa? Anahitaji pesa? Anahitaji mali yako? La hasha. Mungu kwetu hahitaji pesa, mali, vitu, wala chochote kutoka kwetu. Yeye anachokihitaji chenye maana sana ni roho na nafsi zetu, uhuru wetu na utu wetu wa ndani. Tumwelekezee yeye, tuweke mipango ya maisha yetu, tumwachie yeye aiongoze. 2025 ulikuwa ni mwaka wa mapambano, wengine wakauita mwaka wa kufosi kwamba unafanya mengi kwa nguvu kuhakikisha mipango yako inatimia. Ni kweli ni muhimu sana kupambana na kuweka malengo ya kutimiza mapambano yetu, kama Padre Fausti alivyosema, ukishindwa kupanga umepanga kushindwa. Hivyo ni muhimu kupanga, lakini kiini cha mipango yetu kiwe wapi? kini cha mipango yetu awe Mungu mwenyewe Mungu Mwenyezi, apate kuwa ni mwanzo na mwisho mipango yetu yote. Mipango yetu kwake peke yake ndipo ielekee. Mipango yetu tumwachie yeye aiongoze, tupange vizuri, tuweke namna ya kuenenda, lakini tumwachie Mwenyezi Mungu apate kuwa ni kitovu cha mipango hiyo. Mipango mingi bila nguvu na maongozo ya Mungu ni uharibifu. Tumfuate yeye aliye mwema na mtakatifu daima atatuongoza jinsi ya kutenda mambo yote, atatuongoza jinsi ya kuishi katika dunia hii geugeu dunia -geu hii yenye changamoto nyingi za kila namna katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita uweke mikononi mwake Mungu, nao utakuwa ni mwaka wa mafanikio makubwa. Tukabidhi mikononi mwake Mungu ili Mungu apate kuongoza mambo yote. Mwenyezi Mungu apate kutulinda na kututunza mikononi mwake, yeye aliye kiongozi wetu, yeye aliye muumba wetu, yeye aliye Mungu wetu, yeye aliye kitulizo chetu ndani mwake tuzamishe kila kilicho chetu. Na kwa hakika katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita utakuwa ni mwaka wenye matumaini, mwaka wenye baraka, mwaka wenye neema za pekee za kimungu. Tumwelekee yeye aliye mwema na mtakatifu, naye yeye atatupeleka katika ile sehemu ambayo sisi tunastahili. Tunamwomba mambo mengi, lakini tumwachie yeye peke yake apate kutuongoza katika mipango hiyo mingi tuliyo nayo. Tusiende mikono mitupu, tusiende Tukiwa watupu, tumwendee na nafsi zetu na roho zetu. Hiyo ndio jambo la maana. Mwaka huu upate kuwa ni mwaka wa amani, mwaka wa mafanikio, mwaka wa neema na baraka za kimungu. Tafakari hii imeletwa kwako hapa nami mtumishi wenu mdogo ni sesta hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.